Sema kwamba ukitaka kupiga picha nzuri lazima ujue sehemu ya kusema masiku ni ya Jumatatu tarehe 13 mwezi Oktoba mwaka ukina 2025 hizi ni taarifa zetu za Pekuzi TV Kenya. Kuna mengi tuliyopandalia kutoka mezetu ya habari zikiwemo habari za mashinani, kitaifa na vilevile ruba za kimataifa, lakini kama kawaida, kwanza tunaanza taarifa tulizozipa kipaumbele. Mashindano ya michezo yaanzishwa kaunti ya Meru ili kuwaleta vijana pamoja na kuangamiza dhuluma za kijinsia. <muchindano> Mchakato wa kuweza kuwasajili wapiga kura wapya waanzishwa huku idadi ndogo ikiweza kujitokeza na upinzani waendelea kukosoa wa serikali ikisema kwamba ufisadi na dhuluma zinaendelezwa kwa, dhulu kwa wananchi. Hujambo, na karibu na tukianzia gatuzi la Meru. Ni kwa gavana wa kaunti hiyo Isaac Mutuma ameanzisha mashindano ya michezo ili kuwaleta vijana pamoja kwa kisha na kuhakikisha kwamba wanatokomeza na kuangamiza ukandamizaji na vilevile dhuluma za kijinsia kumbukwa. Gavana huyo amesema kwamba kuwaleta pamoja vijana utawezesha kukuza talanta zao na pia kuyanua makali, kwani hiyo ni kama kitaga uchumi kwa maisha yao. Kumbukwa kwamba pia ameongezea akisema kwamba michezo hiyo ama mashindano hayo huenda yakaendelea hadi mwaka unaokuja.

Na kwingineko ni kuwa tume huru ya uchaguzi wa mipaka nchini Kenya, IEBC, imeweza kuanzisha mchakato wa kuweza kuwasajili wapiga kura wapya ili kuweza kujiandaa kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 humu nchini, kwamba uchaguzi hufanyika kila baada ya miaka mitano ili kuhakikisha kwamba wanaweka wale viongozi kwenye ratili na pia kuweza kufanya mageuzi katika baadhi ya uongozi. Mwanahabari wetu Vincent Msungu anatuarifu zaidi kuhusiana na kujitokeza kwa idadi ndogo ya wasajili wa wapiga kura. Mbali mbali. Kama ilivyo ada ya taifa lenye demokrasia kama vile Kenya, kila baada ya miaka mitano hukuwepo na uchaguzi mkuu unaoongozwa na tume huru ya mipaka na uchaguzi nchini IEBC. Mwaka huu tume hiyo huru ya IEBC inaendelea na zoezi la kuwasajili wapiga kura wapya kama tu maandalizi ya uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2027. Wakizungumza katika kaunti ya Kajiado, wakati wa kusimamia uchaguzi wa wanafunzi katika shule ya Dawamu, maafisa wa IEBC waeb Wameelezea kusikitishwa kwao na idadi ndogo inayozidi kujitokeza kwa kujiandikisha kama wapiga kura wapya katika maandalizi ya uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2027 been agitating

Aidha, uchaguzi huo ulioshuhudia taratibu zote za IEBC, wanafunzi walioshinda wakiapishwa na wakili wa mahakama kuu nchini, usimamizi wa shule hiyo ukidokeza kuwa hatua hiyo ilinuia kuasistizia vijana umuhimu wa kujisajili kama wapiga kura ili kushiriki katika uchaguzi mkuu ujao. Hata hivyo, wanafunzi wa shule hiyo wamepongeza hatua hiyo, kwa kuwa imewapa mwanga wale wanaopanga kushiriki katika uchaguzi mkuu kwa mara yao ya kwanza. Huku hayo ya kijiri, maafisa wa IEBC wamezidi kutoa wito kwa Wakenya, hususan wale vijana wa kizazi kipya cha Gen Z kujitokeza ili kujisajili kama wapiga kura kwa uchaguzi ujao wa mwaka 2027 wakaweze kujua mustakabali wao katika taifa na vilevile vile kwa uongozi na kisiasa. Nikiripotia Pekuzi TV kutoka kaunti ya Kajiado, mimi ni Vincent Musungu. Na katika taarifa tofauti ni kuwa vinara wa upinzani akiwemo kinara wa DCP Rigathi Gachagua na vile vile kinara wa Wiper, Kalonzo Musyoka wameendelea kushutumu serikali kutokana na uongozi wake huko wakisema kwamba wameweza kuendeleza ufisadi na vile vile kwa kandamiza wananchi. Mwanahabari wetu Astina Yera, tujuze zaidi kuhusiana tu na kashfa ile ya upinzani walipoongea ama kuzungumza katika kaunti ya Machakos walipokuwa wakiweza ku hutubia tu ile hadhira ambayo ilikuwa katika eneo hilo. Viongozi wa upinzani akiwemo Kalonzo Musyoka, Jessica Mbalo na wengine wakiongozwa na kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua wamesimama kidete kupinga uongozi wa Rais William Ruto wakidai kuwa ni uongozi unaowadhulumu wananchi kwa mauaji na vitendo vya ufisadi. Muliuawa na Ruto jenzi mpo maisha yenu ni ya pesa ngapi, ili aseme atat, atalipa mioyo ile aliua? Muniambie, maisha ni ya pesa ngapi? Harambe Janzi, mpo, jezi mpo, mwalikuja pale bunge na tukaanza kusema occupy. Ningewaulize, mwende mu occupy IEBC, sawa sawa, muchukue kura. Ujiandikishe ndio tujikomboe Asanteni. Asante. Akizungumza na umati wa watu katika hafula ya chama hicho cha DCP, mbunge wa eneo bunge la Kibwezi, kaunti ya Machakos, Jessica Mbalu amewahimiza vijana kote nchini kujitokeza katika vituo vya IEBC kuchukua kadi zao za kura na kujisajili kwa lengo la kuleta mabadiliko katika uongozi ifikapo mwaka wa elfu mbili ishirini na saba. Viongozi hao wameonekana wakiwa na hasira wakimtaka rais kujiuzulu mara moja huku baadhi yao wakitishia kumng'atua mamlakani. Hata hivyo, amesitiza kuwa siasa zao si za kikabila, bali ni za kuunganisha Wakenya, wakimtuhumu Rais William Ruto kwa ufisadi na ukosefu wa uadilifu wa kiutawala. Kana mene mene tekeri, wakati wako umeisha. Ukikatalia state house, huyu kagusha atakuja akogushe kutoka state house. mivutano kisiasa inaendelea kushika kasi, huku upinzani ukionekana kuwa tayari kwa vita vya kisiasa kuelekea mwaka wa 2027, swali kuu likisalia kuwa: je, serikali ya Rais William Ruto itasikiliza kilio hiki cha wananchi ama itazidi kupuuza madai haya ya ufisadi na dhuluma? Nikiripotia kwa Pekuzi TV kutoka kaunti ya Makueni, jina langu ni Hastin Ayera na basi, kwingineko ni kuwa tuelekee kaunti ya Kirinyaga, pale ambapo mtoto mvulana wa miaka tisa aliweza kuzama maji alipokuwa akiweza kuvua samaki pamoja na wenzake, lakini wakazi wanasema kwamba kijana huyo peke yake ndiye aliweza kuangamia huku wengine wakiweza kuokolewa. Na mwanahabari wetu Wasaya Juma anatuarifu zaidi kuhusiana na masaibu ya mtoto huyo kuzama majini. Wakazi wa kijiji cha Ruri huko Ndia, kaunti ya Kirinyaga, bado hawajapata mwili wa mvulana wa umri wa miaka tisa ambaye alikufa maji huko Mto Sagana siku ya Jumamosi. Wakazi wa eneo hilo wanasema mvulana huyo alikufa maji walipokuwa wakivua samaki yake mwendo wa saa sita mchana. Kiake ambaye alinusurika kifo na aliinua kengele na kuvutia wakazi wanaoishi karibu na mto. Rafiki yake kwa jina Mbudhia Mungai alielezea kwamba wote hao walikuwa wakiogelea kutumia shina la ndizi, na pindi tu walipouona wavu wa uvuvi kwenye mto huo waliamua kuanza uvuvi, na katika hali hiyo ya kutafuta samaki ndipo mwenzake alianguka kwenye maji, naye akamlemea ake mwenda zake. Nancy Nditi amesema kuwa watoto hao walikuwa wakipiga kambi kwenye mto huo kuanzia siku ya Jumamosi, na shughuli za kutafuta mwili huo bado hazijafua dafu. Washika doria pia walijitokeza katika kusaidia mtafuta mwili huo ila hawajafua dafu. Wakazi wameelezea malalamishi yao kuwa mto huo ni hatari kwenye usalama wao. Nikiripotia runinga ya Pekuzi, langu jina ni Hosea Juma. Na basi, mtazamaji, taarifa yake Hosea Juma kutoka kaunti ya Kirinyaga nanipa fursa miapaa studioni kupata pumziko fupi, kisha nikirejea nitakuwa nikirejea na habari zaidi. Kwa hivyo hapo ulipo usiondoke, kwani hapo ulipo ndipo ambapo unastahili kuwepo. Umekuwa ukiangaika kutafuta bidhaa na vifaa vya kielektroniki ambavyo ni vya ubora wa juu zaidi? Basi pasi na hofu, jawabu ushalipata. Zuri Classic Electronics ni duka la kielektroniki ambalo linapatikana sokoni Gatunga, karibu na jumba la Generation Airbnb. Tunauza kila aina ya bidhaa za kielektroniki kama vile ufas, TV screens, fans, security lights, ring lights, kutaja tu baadhi ya bidhaa zinazopatikana dukani humo. At only 1,000 shillings. Mtazamaji, karibu kwenye sehemu ya pili ya taarifa zetu za Pekuzi TV Kenya. Na tukielekea maeneo Nyanza ni kuwa chama cha walimu wa vyuo ama sekondari na vilevile vile vyuo vya kadri katika kaunti ya Siaya, umeweza kudokezea baraza la kusimamia mitihani nchini KNEC, akisisitiza kwamba wale wasimamizi ambao watakuwa wakiweza kutuma kwenye shule tofauti tofauti wanakuwa ni wenye uadilifu na vilevile utendakazi bora. Ikumbukwe kuwa maandalizi ya mtihani yanaendelea kote nchini, pale ambapo mtihani huo utakuwa ukitia nanga rasmi mwezi ujao. Mwanahabari wetu Wangare, na taarifa zaidi kuhusiana tu na maandalizi ya mitihani. Chama cha walimu wa shule za sekondari na vio vya kadri KUPET tawi la Siaya kimeitaka serikali kuhakikisha kwamba maafisa wenye nidhamu na uadilifu pekee ndio wanaoteuliwa kusimamia mitihani ya kitaifa mwaka huu. Katibu wa KUPET kaunti ya Siaya, Sam Opondo, amesema kuwa mwaka uliopita kulishuhudia uvunjaji wa haki za binadamu wakati wa mtihani wa kitaifa wa KCSE baada ya wakurugenzi wa nche waliotumwa eneo hilo kudaiwa kuwatendea walimu na wanafunzi visivyo. Isitoshe uh, Opondo ameongeza kuwa hali hiyo ilileta hofu na mazingira yasiyofaa kwa tahiniwa wa mwaka uliopita. My name is Sam Opondo Executive Secretary KUPPET Siaya. As a KUPPET Siaya branch we wish to talk about the management of of Kenya Kenya secondary uh, Kenya, uh, certificate of secondary certificate school examinations KCSE. Last year in this county, We witnessed human rights violations. Human rights violations during the KCSE exams, and this was done by external monitors who were sent to Siaya County To monitor the examinations. Hata hivyo, kwa upande wake mwenyekiti wa KUPPET Siaya Robert Ouko ametoa wito kwa wasimamizi wa mitihani kuhakikisha kwamba zoezi hilo linaendeshwa kwa utulivu, haki na usawa bila kuwatishia wanafunzi. Junior school concerns. Secondly, we petition the government of Kenya to advocate strongly for the autonomy of junior school teachers as a safeguard for governance accountability and teacher career progression. Na huku maandalizi ya mitihani ya kitaifa yakiendelea pote nchini kwa sasa, macho yote yameelekezwa kwa baraza la kusimamia mtihani nchini kuhakikisha tu kwamba usimamizi wa mwaka huu unafanyika kwa nyudgha, amani, haki na usawa. Nikiripotia Pekuzi TV kutoka kaunti ya Siaya jinalangu langu iv na kutoka Nyanza moja kwa moja tufululize hadi pwani mwa Kenya, pale ambapo tunatua kaunti ya Kilifi, huku wale wakulima wa mikoko wakidokeza kurejelea upanzi wa mikoko hiyo, kwani wakisema kwamba mmea huo utakuwa muhimu kwenye sekta ya uvuvi, wakisema kwamba ulikuwa umetokomea kwa muda mrefu. Kumbuka kwamba wakulima wao watakuwa wakishirikiana na mashirika mbalimbali mbali, ili kurejesha katika hadhi yake ambayo ilikuwa nayo hapo mwanzo. Mwanahabari wetu Lucy Were anatupa mtazamo zaidi kuhusiana na upanzi wa mikoko. Wakazi katika kaunti ya Kilifi eneo la Shidundu wanaoishi karibu na mwambao wa Kilifi Cray wameongeza juhudi ya kurejesha mfumo wa ekolojia ya upanzi wa mikoko kwa kushirikiana na mashirika mbalimbali mbali ya mazingira ili kupanda miche mikoko katika eneo hilo. Kulingana na wakazi hawa, wanakiri kwamba ukataji wa vikoko umeleta athari katika mazingira, haswa kwa wale wanaotegemea uvuvi katika mwambao huo kama njia pekee ya kitega uchumi. Clinford Mashigadi anayesimamia sekta usawa wa mabadiliko ya tabia nchi katika shirika la Jimudu Empowerment Initiative linalojihusisha na utunzaji wa mazingira alisema kupitia umoja na mchango wa wanajamii, juhudi za urejeshaji zitafaulu na kuwawezesha wakazi kutumia rasilimali za baharini kwa njia endelevu. Aidha, Rukia Mwangila, afisa wa mradi wa urejeshaji, alisema zaidi ya miche 2500 asili ya mikoko itapandwa kwa ushirikiano wa wanajamii na serikali, katika kaunti ya Kilifi as you can see uh, we have a lot of mangrove that were destroyed Uh, what we are we're doing right now is restoring uh, the mangrove uh, to mitigate, mitigate climate change so through planting mangroves we will be empowering the community being that we are involving them and they are taking care of the nurseries around so that's one of the things that will ensure

kila moja, moja kuimarisha shughuli za upanzi wa mikoko pamoja na utunzaji wa mazingira ili kuepukana na matatizo ya tabia nchi pamoja na kuimarisha shughuli za uvuvi katika eneo hilo. Nikiripotia Pekuzi TV kutoka kaunti ya Kilifi langu chini m na, na basi, mtazamaji kufikia hapo, na mimi sina la ziada, ila taarifa yake Lucy Were kutoka kaunti ya Kilifi na nipa fursa mimi hapa kutia kikomo katika taarifa zetu za Pekuzi TV Kenya siku ya leo. Kumbuka hiki ndicho kituo bora zaidi chenye matukio na matokeo, tunakujuza kukupasha na vile vile kuarifu pindi nukta, sekunde, dakika na saa zinavyosanzuka. Na kama hivyo ada, hatukupi porojo bana, kupa taarifa za fasaha na tendeti. Kwa niaba ya mpiga picha wangu na wote waliofanikisha taarifa hizi nasema shukran. Tukutane wakati mwingine kwa taarifa hizi zinginezo, nimekuwa kwa msomaji Inshallah, Samuel Gobiro, niweke pahala pema moyoni na siku zote fahamu kuwa kujiamini si kiburi bali ni kuweza kufahamu thamani yako hata kama wengine hawaioni. Kwa wakati mwema ni kwa heri.